Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Saif Hamis Said Gulamali, Mbunge wa Manonga, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Aziza Slaim Ali. Je, yeah, lini serikali itatoa fedha za ujenzi wa viwanja vya michezo sekondari ya Ziba Manonga? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Profesa Kabudi. Profesa Kabudi majibu. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inayo nia ya dhati ya kuboresha miundombinu ya viwanja vya michezo katika shule zote nchini kulingana na upatikanaji wa rasilimali fedha. Michezo kwa sasa huzalisha ajira kwa vijana, kulitangaza taifa kimataifa pamoja na kuliletea heshima, hivyo nakiri uwekezaji katika viwanja vya michezo mashuleni ni muhimu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa wizara haina bajeti ya kuwezesha ujenzi wa viwanja katika shule ya sekondari ya Ziba iliyopo Manonga. Wizara ipo tayari kutuma wataalam katika shule hiyo kwa ajili ya kutoa ushauri wa wataalamu kuhusu ujenzi wa miundombinu ya viwanja. Aidha, wizara inashauri uongozi wa shule ya sekondari Ziba ushirikiane na uongozi wa mkoa wa Tabora, wa Tabora ambao ni wadau wakubwa wa wizara katika sekta ya michezo ili kufanikisha ukarabati wa viwanja vya michezo mateni ikiwemo shule ya sekondari ya Ziba. Aziza Asleum Ally swali la nyongeza. Nashukuru mheshimiwa spika. Je, serikali inatambua shule ya Ziba ni shule mojawapo ya wasichana ambao wanaocheza mpira wa miguu na ndio inayotoa vipaji mbalimbali mbali katika shule ya kitaifa na kuwasilisha, na kuwakilisha mchezaji wa mpira wa miguu katika kimataifa? Swala la pili, je, waziri serikali haioni umuhimu wa kujali viwanja katika shule mbalimbali mbali nchini viwanja pamoja na michezo, kwa kuwa mchezo ni biashara kubwa sana katika nchi yetu, ili iweze kutoa vipaji mbalimbali wa mbali vijana ambao watakaweza kucheza kimataifa. Mheshimiwa Waziri Majibu. Uh, Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali ya wili, mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Moja, serikali inaipongeza sana shule ya sekondari ya Ziba ambayo imefanya vizuri sana katika kulea vipaji vya watoto wa, wa, wa, wa kike yani wasichana katika mchezo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na mchezo wa mpira. Na kwa kuzingatia hilo, wizara itatuma wataalamu kwenda katika shule hiyo ya Ziba ili kuona ni jinsi gani watashirikiana na shule ya Ziba, lakini pia pamoja na mbunge wa Manonga ili kuendeleza vipaji hivyo ambavyo ni muhimu kwa taifa letu, na kuona pia uwezekano tutakapokuwa na academy ya michezo ambayo inajengwa Maria katika mkoa wa, wa, wa Mwanza ishirikiane e vipi na shule ya sekondari ya Ziba na shule nyingine ambazo zina wasichana wenye vipaji kama hao. Na kuhusu eh, ujenzi wa viwanja vya shule mba, eh, ya michezo katika shule, wizara pamoja na wizara ya, ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na ofisi ya Rais Tamisemi, inachambua ina, ina kuona umuhimu wa kuwa na mpango maalum wa kuweza kuboresha viwanja vya michezo katika shule zote za, za, za msingi na sekondari na hivyo halmashauri zetu za wilaya za manispaa na majiji zinatakiwa katika bajeti zao ziweke umuhimu katika ujenzi wa viwanja katika shule za msingi na shule za sekondari. Swali la nyongeza, asante Mheshimiwa Spika. Eh, mkoa wa Songwe ni mkoa mpya ambao hauna uwanja wa michezo kama vile ilivyo uwanja wa Sokoine Mbeya. Lini serikali itajenga uwanja wa michezo katika mkoa huo na makao makuu ya mkoa pale Vwawa? Asa, mheshimiwa waziri, wakati mheshimiwa Mluga anauliza ametutaja hapo Sokoine, lakini uwanja wa Sokoine una hali mbaya sana, kwa hiyo uyajibu yote mawili eh. Mheshimiwa Spika natambua hali ya uwanja wa Sokoine lakini mahitaji ya viwanja katika sehemu mbalimbali za Tanzania na serikali imewekeza fedha nyingi katika miundombinu ya kama mnavyofahamu tunajenga uwanja mpya wa mpira wenye uwezo wa kuchukua watu 32000 kule Arusha, tunajenga mwingine hapa Dodoma wenye uwezo huo huo, na tayari katika bajeti ambayo imekwishapitishwa pitishwa, tunaanza uchambuzi yakinifu wa kujenga viwanja vingine katika sehemu mbalimbali ya Tanzania vipatavyo 26 na naamini kabisa katika hilo eh, Songwe inaweza kuwa mojawapo ya mikoa kama itakidhi viwango vitakavyokuwa vimewekwa, lakini kuhusu uwanja wa Sokoine eh, Mheshimiwa Spika nao umo katika mpango wa kuangaliwa tutakapokuwa tumeanzisha wakala wa miundombinu ya michezo, kwa kisasa viwanja vyote Tanzania vinasimamiwa na wakala hiyo badala ya wizara. Mheshimiwa Waziri, wakala anaanzishwa lini ili ndo tujue na sisi tutatazama, tuta miaka miwili mitatu minne inayokuja. Mheshimiwa Spika, tuombeane heri, inshaallah baada ya <laughs> Oktoba <laughs> siri hapo sasa inabidi ujibu tu swali letu la wanaambea kwa kweli. Tunaona kuna Mheshimiwa, he waziri. Mheshimiwa Spika, waziri wa Katiba na Sheria. Nimpongeze Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa majibu mazuri kwa niaba ya Serikali. Lakini ningependa kuongeza kwamba katika maandalizi ya Afcon 2027 Serikali imetenga viwanja vitano ili vifanywe ukarabati. Kiwanja hicho ni Morogoro, Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, Sokoine Mbeya, sisi CCM Kirumba Mwanza pamoja na Majimaji Songea. Hivyo kiwanja cha Sokoine cha Mbeya, Mheshimiwa Spika, kitaingia kwenye programu ya ukarabati wa viwanja kwa ajili ya mazoezi ya AFCON 2027. Asante sana, sana. Mheshimiwa Sofia Mwakagenda swali la nyongeza Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Katika wilaya ya Lungwe tuna kiwanja kikubwa ambacho kinazungukwa na shule za sekondari mbili na chuo, kinaitwa kiwanja cha Dr. Tuli Axon. Ni lini mtaleta fedha kukarabati kiwanja hicho? Mheshimiwa Waziri, majibu. Uh, Mheshimiwa Spika nipende eh, kueleza kwamba wizara ina mkakati mkubwa sana wa kuboresha viwanja vyote nchini na kutegemea na upatikanaji wa rasilimali fedha, tutahakikisha viwanja hivyo vinatengenezwa au vinakarabatiwa, ikiwa ni pamoja na kiwanja hicho kinachobeba jina la Dr. Tulia Ackson Mwansasu, na uwezekano upo wa kuangalia kama kinakidhi viwango ya kuwa kambi ya kitaifa ya mashindano ya mita shumita na UMISETA. Ikikidhi viwango hivyo, basi ukarabati wa kiwanja hicho utafanywa haraka sana ili kuenzi

Mheshimiwa, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana e, Mheshimiwa Isai kwa kufuatilia sana maendeleo ya michezo hasa katika mkoa wa Manyara ambao unafahamika kuwa na sifa ya kutoa wanari, wanariadha wengi. Na kwa kutambua hilo, Baraza la Michezo la Taifa limenunua ardhi kubwa Babati ili kujenga e, kituo cha mazoezi kwa ajili ya wanariadha ambacho kitatumika kwa ajili ya mkoa wa Manyara, lakini kwa wanariadha wote Tanzania na kuhusu swali la hicho kiwanja, kama nilivyosema, tunakuja na mkakati wa kuboresha viwanja vyote ikiwa ni pamoja sasa kuwa na management kamili ya usimamizi wa, wa, wa viwanja, na kwa sababu tunaendelea katika hilo, naamini kabisa Manyara na kiwanja hicho cha Mbulu kitapewa kipaumbele. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge.